Na bila shaka huyo ni katibu mkuu wa chama cha wauguzi nchini nan Seth Panyako akikashifu vikali hatua hiyo ya kuweza kuwashambulia wauguzi wa kaunti ya Siaya. Tusonge mbele ambapo tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC inashirikiana na serikali za kaunti kubuni kamati za kuzuia visa vya ubadhirifu wa fedha za umma kwenye serikali hizo ili kuzuia ufisadi. Kamishna wa, wa EACC, Kanali mstaafu Alfred Mshimba amesisitiza kuwa kuzuia ufisadi kuna faida zaidi na kuokoa pesa za maendeleo, ikilinganishwa na kufuatilia pesa zilizopotea kupitia mahaka inalenga kushirikiana na kaunti zote, huku wananchi pia wakihimizwa kusaidia katika vita hivyo dhidi ya ufisadi. Kuzuia kuna faida zaidi maanake, katika kaunti kuna miradi kadhaa, na vile vile governor ametueleza kuna ule mradi muhimu sana ambao anafanya mambo ya urbanization, ambapo ni mradi ambapo kutaenda rasilimali nyingi sana, na kwa hivyo Committee kama hizi zitasaidia sana sababu, mambo ya investigations na nini hiyo ni mambo ya kufata wakati mali imeenda mradi umesimama, lakini ukizuia kuna faida kubwa zaidi. Kwa hivyo sasa kwenda mbele, sisi tunataka kupatna na kaunti zote na kuzuia mambo ya ufisadi, na pia hata wananchi kusaidia kwa mambo ya kuzuia mambo ya ufisadi. Tumekuwa na kikao hapa kuzungumzia haya yote na hatimaye ku, eh, kukubaliana ya kwamba tunahitaji kuweka ile kamati kamati ya kuzuia uh, ufisadi ka ambayo ni jambo ambalo EACC wanajaribu kulichangamkia kwa kaunti zote ili kuwe na ushirikiano mzuri kati ya EACC eh, eh, na kaunti.